Bwana, mambo vipi? Karibu sana mtazamaji wa Mazoea Media. Kwa uzuri sana hapa, kuna wachezaji kadhaa ambao ikatokea tu akaongeza juhudi. Basi tunaona kombe la dunia mwaka elfu mbili ishirini na sita. Hapa tunazungumzia Marekani, Mexico, Canada, si ndio bana? Eh? Yes. Wachezaji hao nitawataja kwa uzuri, lakini tujikumbushe mpaka sasa hivi mataifa ambayo yameshafuzu kwenda kucheza michuano hii kutoka Afrika ni pamoja na mataifa ya Algeria, eh, mataifa ya Cape Verde, eh, Egypt kwa maana ya Misri, Ghana Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afrika Kusini na Tunisia. Sasa katika mataifa haya kuna wachezaji ambao wanatoka ligi yetu, uh, kwa maana ya NBC Premier League, na ni wachezaji ambao wanatokea baadhi ama miongoni mwa mataifa haya makubwa. Kuna wale ambao wana nafasi aidha za moja kwa moja au ambazo zinakaribiana kuwa na moja kwa moja, ila tu anahitaji kuongeza kitu kidogo sana kwa ajili ya kupata ile nafasi ya kwenda kucheza michuano ya Kombe la Dunia 2026, si ndio bana? Kule Amerika uh, lakini kuna wachezaji wengine ambao wanahitajika <laughs> kuonesha nguvu kweli kweli ili kupata hiyo nafasi, kwa sababu upande wao ni changamoto, na mataifa yao yana mastaa wengi kutoka nje, ikiwa ni pamoja na mastaa ambao wanacheza timu kubwa kubwa kweli kweli barani Ulaya na mengine eh, kwenye timu za za, za warabuni si ndio bana eh? Sasa tuangazie baadhi ya wachezaji ambao wana nafasi kubwa, na tutaanza na mchezaji Pacome ambaye kila mmoja anaweza akawa anamwona ana nafasi kubwa. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kwanza performance ambayo, uh, ameonyesha kwenye michezo miwili aliyocheza dhidi ya Ushelisheli, lakini pia uh, mchezo dhidi ya Kenya ambao alitumia dakika thelathini tu, lakini wakaondoka na ushindi kwa nini nimemtaja Pakome? Pakome kwenye mchezo dhidi ya Ushelisheli yawezekano ulikuwa ni mchezo rahisi kwa sababu Ushelisheli kwanza ni timu ambayo haitishi sana. Lakini uh, hiyo ikampelekea kuanza kwenye kikosi cha uh, Ivory Coast. Lakini uh, mchezo dhidi uh, uh, uh, ya Kenya ulikuwa ni mchezo wa maamuzi. Ukiachilia mbali Ushelisheli pia ulikuwa ni mchezo wa kutafuta alama za maamuzi. Lakini dhidi uh, ya Kenya ndio ilikuwa ni maamuzi moja kwa moja. Kwa nini maamuzi? Kwa sababu zilihitajika alama tatu ili kuwatofautisha wao na Gaboni ambao nao walishinda mchezo wao. Sasa ilikuwa ngumu kwa Pacome kwanza, kwa sababu ndo kwenye michuano mikubwa kama hiyo ndo ilikuwa nafasi yake ya kwanza kuitwa, mara nyingi ilikuwa ni chani. Sasa dakika thelathini alizocheza kwanza, kumbuka amemtoa nani Pepe, si ndio? Akaingia yeye. Eye, mchezaji mkubwa dakika 60 na ngapi kaingia yeye, kazima dakika thelathini nzima na nakaonyesha uwezo mzuri hapo. Ivory Coast walikuwa bado hawajajihakikishia kushinda dakika alafu tatu na tano ao glia huo, kwa sababu lolote linaweza ikatokea ama uh, sehemu robo tatu ya kipindi kimoja cha, cha, cha, cha, cha, cha. Uh, cha mpira chapili sasa, tunazungumzia hapo, hiyo akapata nafasi hiyo ambayo akaonesha kitu, na hapo unaona ni, ni, ni kwa namna gani ambavyo anaaminika na ambaye yupo hivi. Na kizuri ni kwamba akiingia kweli anakuwa na performance ambayo inaendana na wenzi ambao anacheza Ulaya, click kwenye timu vizuri hiyo. Hii ni kete ya kwanza ambayo inamuonesha p kwamba na uwezo mkubwa na nafasi kubwa sana ya kwenda kushiriki kombe la dunia mwakani, ndio? Yes, lakini kitu kingine ambacho unaweza ukakifikiria uka, uka, zaidi kwa Pacome uh, ni namna ambavyo atatumia muda wake hasahasa kwenye michuano ya kimataifa akiwa na Young Africans kuonesha kwamba kweli anastahili kuitwa tena kwa ajili uh, kwa ajili ya Kombe la Dunia, anastahili kuitwa kwa ajili ya Kombe la Dunia. Uh, ndio maana uh, itabidi aoneshe vitu vya ziada sana pengine hiyo inaweza ikamrahisishia zaidi kuitwa. Anaweza uh, siwe mchezaji wa moja kwa moja, lakini anaweza akawa ni wale wachezaji ambao wanategemewa. Anaweza hata akaitwa kwenye provisional squad alafu baadaye akapunguzwa, au akaitwa akajaribu, uh, mwisho wa siku akapata hiyo nafasi moja kwa moja, si ndio bana eh? Mchezaji mwingine ambaye ana nafasi hiyo ni uh, Jean Charles Hua ambaye na yeye Ivory Coast imeshafuzu kama uh, ilivyo kwa mwenzie pako mzuzwa uh, John Charles ya hua akipambana na kupambana, anao nafasi ya kuitwa na kwenda kufanya mambo mazito na makubwa. Tena ni mpiga free kick mzuri, kwa hiyo anaweza akawasaidia pia kwenye free kick na penalty, si ndio bana? Yes, endapo atafanya vizuri iko nafasi. Yes. Awe mtu akifanya vizuri anaitwa tu, hata kama anacheza wapi, si ndio bana? Lakini wachezaji wengine ambao wana nafasi hiyo kubwa, tena kubwa kuliko kawaida, ni wachezaji wawili wa Simba na hapa tunamzungumzia uh, Rushine uh, De Reuck ambaye huyu ni beki kwenye kosi cha Simba. Huyu ana nafasi kubwa ya kuitwa Afrika Kusini ambayo pia imefuzu, si ndio bana uh, Afrika Kusini imefuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza he, toka wamehost mwaka elfu mbili na kumi hawajawahi kufuzu, ndio wamefuzu sasa hivi. Kwa hiyo uh, Rushine ana nafasi kubwa ya kuitwa kwa sababu asilimia kubwa ya wachezaji wa Afrika Kusini huwa wanatokea Afrika Kusini kwenye timu ya taifa wanatokea Afrika Kusini, hapo utaizungumzia Mamelodi Sundowns, unawazungumzia Kaizer Chiefs, unawazungumzia uh, wengine kama akina Orlando Pirates, ndio hao hao na ndugu wengine, lakini yote kwa yote ni kwamba uh, Rushi ni ana nafasi. Ukiachilia huyu beki sasa, kuna huyu kiunga anaitwa kiungo anaitwa Neo Maema Huyu ana nafasi kubwa sana ya kuitwa kwa sababu kwanza ni mchezaji kwanza ni captain kwenye, alikuwa captain kwenye uh, timu ya, ya taifa ya Chan. Maana yake kwamba huyu sio mchezaji wa kawaida Afrika Kusini, licha ya kwamba amekosa nafasi Mamelodi Sundowns, lakini haiondoi uhalisia kwamba huyu ni mchezaji bora mzuri, na ana uwezo mkubwa, lakini akiendelea kuonesha na kuonesha akiwa Simba hasa hasa kwenye michuano ya kimataifa lolote linaweza likaitwa anaweza kaitwa anaweza kaitwa kwenye provisional squad na afu baadaye akajumuishwa moja kwa moja kwenye kikosi ambacho kitasafiri kuelekea Amerika. Hii inawezekana sana. niomaema ni moja kati ya talent kubwa sana pale Afrika Kusini. Kwa hiyo katokea amejiendeleza vizuri na kuthibitisha kwamba ana uwezo wake ule haujaisha. Inawezekana kabisa akaitwa pala kakizima vizuri sana na kinawezie wale wa Afrika Kusini. Si ndio bana? Kwa hiyo Simba ukitazama, kuna wachezaji watatu ambao ikao wakiongeza juhudi tu wanaitwa kabisa kwenye kikosi cha timu cha taifa, uh, timu ya taifa ya Afrika Kusini bana, mambo ni moto. Yes, lakini maeneo mengine uh, Ivory Coast unamwona Pacom tu pamoja na Ahua, kama ataongeza juhudi Ahua pia ameshawahi kuitwa kwenye michuano ya Chan, uh, lakini wengine akina yao najua ni majeraha na wachezaji wengine wa Ivory Coast sio sana Si ndio? Bana, mataifa mengine hatuna wachezaji ambao wanatoka huko hana. Yes, tukizungumzia Ghana, tunamzungumzia Jonathan, uh, Jonathan Sowa ambaye yeye, uh, timu ya taifa ya Ghana upande wa chani, na yeye alikuwa na ngara sana na na, na Ghana, lakini likija swala la uh, timu ambayo inaenda kucheza, yani timu ya taifa ya Ghana kiujumla, basi unazungumzia vipaji ambavyo vitoki pale Ghana. Sasa Jonathan Sowa kwa uwezo wake mkubwa anaweza ikatokea amepambana akapambana akapambana, anaweza akaitwa hata uh, mshambuliaji namba tatu, sio mbaya, akaenda kuonesha kitu chochote na mambo yakawa vizuri. Wachezaji kutoka Ghana, unamuona ni Jonathan Soa ndo, anaweza akaenda kufanya kitu ambacho kidogo kina kina kimechangamka. Wengine kawaida sana, sio mbaya, kwa sababu haya ni mataifa ambayo yana talent kubwa sana kwa kutokea kwetu. Hao ni baadhi ya wachezaji nimekutajia, ambao wanaweza ikatokea wameongeza uh, juhudi, wanaweza wakaitwa na wana, timu zao za taifa kwenda kwenye, kwenye, kwenye michuano ya Kombe la Dunia. Nimemtaja ambaye ndo ana nafasi kubwa zaidi, wawili wa Afrika Kusini, Rushin pamoja na Neo Maema wana nafasi ya kuitwa kwa sababu Afrika Kusini, Afrika Kusini, talents nyingi zinatokea pale, pale nyumbani. Kwa hiyo akipambana zaidi Anaweza pia akawa miongoni mwa wachezaji watakaoitwa hata kama sio kiungo namba moja na vitu kama hivyo. Bwana hii ni Mazoea Media. Na maoni gani kuhusiana na hiki ambacho tumekizungumza hapa? Na je, unamuona nani ambaye anaweza akapata nafasi ya kuitwa kwenye kikosi cha uh, timu yake ya taifa ambazo zinaenda kushiriki uh, huko kwenye michuano ya Kombe la Dunia 2026 America? Mchezaji yupi kutoka ligi kuu Tanzania bara unaweza ukamtaja hapo kwenye comment, alafu tukaenda vizuri sana tuko kamilado. Mimi naitwa Anthony, yani Tony Mazoea. Enjoy, endelea kubarikiwa.